Sikia vizuri, pesa ingekuwa ni kila kitu watu wangenunua uhai, wasingekufa hivi. Lakini kama pesa ingekuwa ndio kila kitu, ndio jawabu la mambo yote hapa duniani, watu wangenunua uhai. Watu wamenunua magari ya gharama, lakini hawajanunua uhai, hawajanunua afya, hawajanunua uzima. Watu wamejenga magorofa, watu wameenda Wakarudi watu wamejenga nyumba, wamejenga nyumba baharini, lakini hawajajenga uzima, hawajanunua uzima. Uzima unapatikana kwa maombi na kwa kumcha Mungu. Uhai wako uhai wetu unapatikana kwa kumtumikia Mungu peke yake, kwa kumcha Mungu, kwa kumwogopa Mungu peke yake. Pesa zinabaki, utajiri unabaki, kila kitu kinabaki chini ya jua hili. Sema mina tena, kama naongea na wewe, sema mina sikia vizuri. Watu wangenunua uhai, wangeweza kununua uhai wako wewe maskini, wakaishi wenyewe, wewe ufe, lakini haiwezekani kubadilishana uhai. Kiatu anapambana na hali yake, ukifika mwisho, Mungu amemaliza, anakuhukumu ufe, mkakutane kwenye kiti cha enzi. Uhai haununuliwi, hawezi waendelee kuishi mtoto afe badala yake. Sema mina tena, yaani kuna tajiri angenunua uhai wa mdogo wake aa, ah, mdogo wake afe ili ya tajiri aendelee kuishi arudi kwenye ujana arudi kwenye ubiti, lakini haiwezekani. Ukifika wakati wako wakufa, maombi yakikataa kukurudisha kukurudisa kwenye nafasa kuishi, hawezo kaishi tena. Maombi ya kikataa kukurudisa kwenye kuishi tena, hawezo kaishi tena pesa Hivyo nina sababu ya kusema uwe mcha Mungu. Maisha yako yanafikaga mwisho, yanakomaga mwisho. Pesa haitakusaidia wala hutazikwa nayo. Pesa tutaiacha hapa duniani. Watakula kila siku maelfu na mamilioni ya hela, lakini pade zitabaki zinasubili, zinasubiri watu wazilisi. Hivyo nina sababu ya kusema mwogope Mungu, mwogope Mungu. Uzuri una mwisho, urembo wako na mwisho, utajiri una mwisho, mali zina mwisho, hazijawahi kumpa mtu uhai. Pesa mali, hazijawahi kumpa mtu pesa, hazijawahi kumpa mtu uhai wala uzima, ila ibada. Ibada ndio maana watu wanasema nijieni, ni mchungaji aniombee sala ya mwisho, na wachungaji ujinga tulio nao tunasema mweke mahali pema peponi, yaani tunamshawishi Mungu kwa maombi, e Mungu wangu, kwa sababu mchungaji amelipiwa tiketi ya ndege, amepewa ma, amepewa ametumiwa gari, kamchukueni mchungaji ajamwombee sala ya mwisho marehemu, tunasema mweke mahali pema peponi. Hauweki mahali pema peponi na mchungaji wala nabii mwenye na uaminifu anasema Mungu shemamina anasema Mungu, anasema mahali ambapo roho ya mtu ilipo nipo na hazina yake itakapokuwa. Hazina ya mtu, sadaka ya mtu, ibada za mtu, maombi ya mtu, uaminifu wa mtu, utakatifu wa mtu, haki ya mtu ilipo, na roho yako itaenda pale pale. Utakuja kunikumbuka mimi.